Vodacom, kazi ni kwako. Mimi ni mbunge wa Afrika Mashariki, nawakilisha jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kama tulivyoainisha, jumuiya ya Afrika Mashariki inakwenda kwa awamu nne. Awamu ya kwanza, yaani forodha moja, ya pili soko huria, ya tatu ambayo unataka kuigusia ni sarafu moja. Swala la sarafu moja ni swala la kiutaalamu sana ili nchi iwe na sarafu moja lazima kuwa kuna uchumi ambao umeingiliana, uwe mmoja eh. Kwa Kiingereza wanasema nini, market integration, ule uchumi wa nchi zote nne, tano, sita, kumi ziwe integrated, zake ziwe zimejumuishwa kwa pamoja, na ili hicho kifanyike, kuna vigezo vya kiutaalamu lazima watu tuvizingatie. Kigezo kimoja Eh, kigezo cha kwanza ni kuhusu deni la taifa. Sasa kuna viwango vya deni la taifa ambao nchi zote lazima zisivuke ili tuwe tuna nini, soko moja, hilo deni la taifa. Pili, viwango vya inflation, inflation kwa Kiswahili ni uh, uh, mfumuko wa bei usizidi asilimia nane. Viwango lazima viwepo Vi, vifikishe na visivuke hapo. Kiwango cha tatu, kiwango cha tatu, lazima nchi iwe na reserve ya miezi minne na nusu ya fedha za kigeni kila nchi na, ki, na kiwango cha nne e, deni la taifa. Sasa ili nchi zote tuweze kuwa na sarafu moja, nchi zote wanachama lazima vifikie viwango hivyo na hivyo viwango vimewekwa maalumu ili tuwe tuna soko moja, ili tuweze kuwa na sarafu moja. Sasa hivyo viwango vilikaa toka elfu mbili na kumi wataalamu wakavipitia ndo wakavipata hivyo viwango, tukasainiana mkataba, na sasa hivi kuanzia elfu mbili kumi na nne nchi zote wanachama zinajaribu zina kuhakikisha viwango havitoki nje ya hapo. Sasa kwanza uvitimize vyo viwango, uviweze kuvimaintaini kwa angalau miaka mitatu mfululizo, ili wewe uweze kuingia katika sarafu moja. Hayo ndio makubaliano yetu. Sasa tumejipa kuanzia elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili na ishirini na nne tukiwa tunaimani kwamba nchi za wanachama wote kwa umoja wao wataweza kuvizingatia kuf, kuf, hivyo viwango ili tukawa na sarafu moja.